Kwanza asante kwa si kuturuhusu kwa nini ana? Yani, ataona sasa mimi ndo nimetoka nimeenda kumchukua huyo bwanangu mwenyewe aende akanitetee. Kuna kila dalili ya kwamba tutaondoka na wewe. Kwa kosa gani? Tafutini basi madawa nao na wake ni nawauza kisha mnipeleke nao, unaenda club, unaendaga nao club ni kina nani? Na, na tukiga tu mara moja moja tu tunaenda na kama mwanamke ambaye tunaenda naye labda ni Madam Jenny tu peke yake. Yeye ametoa pesa ili apate nyaraka, na kama akikosa nyaraka anataka pesa zake. Tatizo ni zile nyaraka au undo? oh. <laughs> Unanijua. Yani saizi akili yangu haiwazi kabisa sawasawa, sawa, lakini hilo swala <coughs> naona kabisa sio <siwa> wazuri <coughs>

yes sio kwema yes. Yes. Oh, okay. <coughs> simpati ana ni wiki sasa sijui yuko api. Ana yuko salama. Maana mimi niliongea naye kwenye ni simu asubuhi ya leo. Yuko salama kabisa. Ah. Hii inawezekana vipi? Mbona mimi nikipiga simpati? Hmm. Ni kweli ana alibadilisha laini yake ya simu, na cha ajabu na cha kushangaza hata mimi wakati mwingine nilikuwa nikimpigia nakuta simu yake muda ya mwingi anaizima, kwa hiyo huwezi kumpata. Hmm. na alikwambia nini? Hmm. Nilimwezea kuhusiana na swala la kukamatwa kwa madam Jenny. Eh, mm. Mm. Amekamatwa kwa nini? Baba. Mbona swala natasha tulichukulia simple sana? Ah, baba. Hapa swala sio haraka. Lakini kama unataka kurekebisha jambo, ni vizuri ukalifanya kwa wakati. Unajua mimi nilipopata taarifa kuhusu huyu mwanaume nikaona kabisa kuna umuhimu ili jambo kulishughulikia mapema, mzee wangu. Ni sawa. Sasa mzee, mimi ni sawa yako, bali na mchangaji kwa. Ni sawa kwamba tutalishughulikia ama ni sawa kwamba umeamua tofauti, Humphrey? kwa sasa mimi nitoe katika swala la Natasha ha, kwa sababu hamna kitu ambacho cha kuelezea wewe madam, yeye anajua alikuwa na

Mimi nafikiri Dr. Hansi, niachie hilo swala. Hmm, tafanya kazi, alafu nje kujibu sasa, ila nikipata majibu haraka ningekusaidia sana kwa sababu Shukrani. Shukrani sana. Lakini wewe, unataka kunisikiliza baba? Hivi unataka turudi nyuma au twende mbele katika ile jambo? Twende mbele. Nafahamu kwamba haya maneno natumwa na mama, lakini mwambie na yeye sasa apambane. <laughs> Mimi, mzee, labda unisaidie kujua kitu kingine hivi. Kwa Natasha, sisi hatuhusu, mimi nimenaa mikono kuhusu Natasha. Sawa mzee wangu, kama umeamua tuishi hivi, sawa. mtoto akililia wa wembe mwachomkate. Shikamoo baba. Vipi kwema? Alafu eh, watu wengi wanalalamika. Na hii simu yangu ina tatizo, sijui la mtandao <laughs> poleni. Basi nitajitahidi nita leo niweze kufika huko. Yes. Dr. Ansi. Ah. Bosi, mimi nimekuja lakini ujaji wangu wale umekuwa tofauti sio tofauti sana. Habari? Okay. Ah, uh. Mimi naona mwete tamasha ujaribu kuongea naye kwa kina, akwambie ukweli kabisa. hmm. kuna kitu nahisi anakijua kuhusiana na mada mwana alipo. Una uhakika kwenye hilo? Sijawahi kukosea. Una uhakika sehemu? Nenda uje naye mwite.

na bosi, ina maana unanisikia? Um, ukweli ni kwamba ana mwenyewe hataki watu wajue anapoishi kwa sasa. kwa hiyo mi sijui.

Grace. Sasa, kinachokushangaza nini mamangu? Kinachonishangaza kwamba kukuona wewe hapa wakati unafaa kuonekana kwa Martin. <laughs> Mama, hebu acha kujipa makasiko ya moyo. Mimi siko na Martin tena, nishachana na naye. Eh? Hivi umeingia ingia lini katika maisha ya Hansel tena? Naona acha nikachukue gari katika hospitali kumpeleke katika hospitali. Matias, unachosema ni sawa, lakini Ana alisema anakuja. Sawa, acha Ana aje. Lakini sisi tusiendelee kukaa kusubiri ujue kaka mgonjwa anaumia. Sawa, kaka, lakini tufanye subira. Acha Ana afike hapa tumchukue mgonjwa wetu tuende naye. Lakini kaka, Unajua, inawezekana mgonjwa huyu anahitaji apate hata panado tu akapona, hmm, kuliko kukaa kusubiri mpaka tukaja kufikia huko kwenye dawa kubwa kubwa. Haya, sawa kaka, nimekuelewa hmm. hmm. Nakuja, asante. Unajua, mama, ambacho mkijui nyinyi. Mimi na Hansi tunapendana sana. Unajua, Hansi hawezi kuishi bila mimi. Yaani, sisi hatujai kuachana hata siku moja. Huwa tunapumzishana tu, tunarudiana. Hansi ananipenda sana. Mimi, nimekwambia ukweli, Hansi ananipenda. Alafu kingine, mama, labda tu nikwambie. Poleni sana kwa hiyo kwa sasa hivi mimi niko hapa yaani, hapa ndo maisha yangu ya kudumu. Usijali, nikuletee nini mama? Ishia kinywaji chochote, natosha mama tano na kazi. Ulikuwa unasemaje? Sawa, hamna shida. Nimekuja nikuambia tu kwamba mimi leo nitawahi kuondoka. Sitakaa kwa sababu nishamaliza kazi zangu. Lakini pia kuhusu Dr. Hans. Nafikiri wewe ndio ulimwambia ana alipo kwa hiyo utajua pa kumpeleka. <laughs> Shauri yako nenda tu kama unaenda. <laughs> Kwa shauri yangu mimi, shauri yangu mimi leo, sio? Eh. Hey. Shauri yako wewe, kwa sababu leo nitaenda kueleza kila kitu kuhusu dili yenu nyinyi na Madam Jeni, namweleza kila kitu. Mimi sizani kama ninakosa hapo. Mwanamume zangu anapata shida, nimwambie sasa. Nimekosea nini? anapata shida? Eh. Hey. Alikwambia anapata shida. Sina muona. Labda nikwambie kitu kimoja. Hivi unajua ni kiasi gani ana anateseka? Unajua ni kwa nini ana aliondoka nyumbani kwake? Au unafikiria nini wewe? Mbona unapenda kuingilia hey, mambo ya watu. Au unataka tu kujikweza kwako kundi kwenda kujipendekeza kwa, kwa Dr. Hansi ili uonekane wewe ni mwema mwema ofisi nzima.

Na baada ya hapo utatafuta pa kumpeleka daktari Maji shingo, maji, maji, maji, maji, maji. Maji shingo. Maji, shingo. Maji ya shingo, wacha mm -hmm, nimpigie simu aende akapambana naye huyo mwendazi. Esajifanya keke, anajibu anavyotaka. Sasa asubiri

Hansi, uko wapi? Ana na nini? simu yake na matatizo imeanza lini? na matatizo na kuuliza, simu yake imeanza lini matatizo? Sasa kama mmebishana Kiswahili kutuambia au ndo amerudiana na huyo Grace? Maana nimefika pale nyumbani nimemkuta amekaa kwenye kiti, amejiachia amejimwaga mwaga. Kwa nini lakini ha? We vipi mm -hmm. Sasa sikiliza, kama sio ana huyo Grace simtaki. Umenielewa, eh? mtoto mm -hmm. mpuzi ni mm -hmm. chizea akilia

Kwema. Ndiyo kwema baba vipi? Akwetu, kwema tu. Ah. Najua sikuja lakini nitapita nyumbani siku mbili tatu hizi baba. Na kupigia ta kutuwa, ana yuko ana. Ah, ana, nyumbani hakika. Ndio e, baba vipi kwani kuna shida? Kuna shida, maanake niko nyumbani kwako hapo na simuoni Ana, nimeona mtu mwingine tu. Mtu mwingine? unamwona nani, baba? Sasa, baba Kristo inaona kweli. Kwamba ana achana Halo, baba ameshaondoka? Wapi kwani? Wako wapi? Ah, mimi niko huku chumbani nimepumzika, kwangu nyumbani kwangu, asa nitakuwa wapi? kwa ans nani amekuja hapo, amekukuta? Alikuja mama, kwani kuna tatizo? Ah, sasa we rafiki yangu, mimi na wewe tulikubaliana vipi? mm -hmm. eh? hivi yes, sikmba nimepumzika, nikipumzika, nikichoka, nitaondoka. Sikiza nikwambie bwana, mimi sipendi haya mambo. Amtafanya uende zako bwana, na nikirudi jioni kikuta hapo, tutachenjiana kwa itakuwa ya kwanza. hmm? Yani mi shazoea, nishazoea kuzungwana na wewe, nishazoea ku... yaani kila kitu, maana ushanifedhesha, ushafanya kila kitu, kwa cha ajabu kitakuwa kipi?

ni uongo mtupu, uasherati na vizazi vingi usijeuka, haba yamenifika maji shingo, oh maji shingo.